WEC International ni shirika la kimishonari ambalo limekuwa likimtumikia Bwana kwa zaidi ya miaka 110. Limejitolea kushiriki habari njema miongoni mwa watu ambao bado hawajafikiwa. Leo tunajumuisha zaidi ya wamishonari 1900 kutoka zaidi ya mataifa 75 tukihudumu katika zaidi ya nchi tisini duniani kote. Katika bara la Afrika, tuna timu katika nchi mbalimbali zinazojihusisha na huduma tofauti. Jambo la kutia moyo kuona Waafrika wengi wakitamani kuwa sehemu ya utume wa Mungu. WEC International lina tawi linalofanya kazi barani Afrika, lenye vifaa vya kufundisha, kuongoza na kushiriki katika mchakato wa kutuma wamishonari wa Kiafrika kupitia makanisa ya nyumbani. Tuitikie amri ya Yesu: nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa mataifa yote, na tushiriki kwa shauku katika kutimiza agizo kuu. Jukumu bado halijakamilika, watu wengi hawajawahi kusikia habari za Yesu. Ikiwa unataka kujua jinsi ya kujihusisha na kuleta upendo wa Mungu kwa wa, wale ambao hawajawahi kusikia kuhusu Yesu, wasiliana nasi. Tuko hapa, tutembee pamoja nawe.